Uh, karibuni sana Kingo Farm. Leo bwana, ninataka nikuelekeze namna ambavyo unaweza ukatengeneza wewe mwenyewe chakula uh, kwa ajili ya kuku wako kwa gharama nafuu kabisa na kuweza uh, kupata matokeo makubwa. Ninapozungumzia matokeo makubwa, nazungumzia kwamba uh, kama chakula chako utawalisha vifaranga wadogo basi utapata vifaranga wenye afya bora, lakini kama chakula chako utawalisha kuku kwa ajili ya nyama, upata kuku ambao wana kilo nyingi. Aa, lakini pia kama hicho chakula utakuwa unahitaji kuwalisha kuku kwa ajili ya kutaga basi, utapata e, utagaji wa asilimia kubwa. Sisi hapa awa kuku unaowaona hawa ni, ni, ni layers tunawatengenezea chakula kwa kufuata misingi bora kabisa ya utengenezaji wa chakula, ambayo ndio nitakuelekeza hapa hapa. Mimi nakwenda kukuelekeza misingi bora ambayo utaifuata kwa ajili ya kuwatengenezea kuku wako chakula, ili uweze kupata matokeo na na, hivyo tumekuwa tukifanya hivi na tukipata matokeo makubwa sana, wa kuku wanataga uh, kati ya 85 mpaka 90 uh, yani, ukiwa nao 100 manake utaokota mayai e, trei tatu au trei tatu kasoro kidogo. Kwa hiyo ni matokeo makubwa sana kwa chakula ambacho unatengeneza kwa gharama nafuu, ukilinganisha na vyakula ambavyo vinauzwa madukani, hivi vyakula ambavyo wanavitengeneza viwandani. Kwa hiyo ungana na mimi, twende taratibu, utanielewa na utapata elimu nzuri sana kwenye hii video. Uh, kwa ufupi kabisa Eh, unapotengeneza chakula chochote lazima hivi viinilishe viwepo, japo kwa asilimia tofauti tofauti. Lazima pawepo pana wanga. Huu wanga unasaidia kuwapa kuku eh, nguvu, lakini pia inatakiwa kuwepo, kuna eh, protini kwenye mchanganyo wako. Hii protini yenyewe eh, inasaidia kujenga mwili unaona. Ah, lakini pia unapaswa ah, chakula chako kiwe kina mafuta. Mafuta haya ni kwa ajili ya ah, kuongeza nguvu pamoja na joto. Aa, lakini pia unapaswa kuwa na vitamini ili kuweza e, kuzuia magonjwa e, lakini pia kuna madini madini e, kwa mfano e, kuimarisha mifupa. Ndio kazi ambazo zinafanya. Unaweza kuona kuna muda mwingine wanashindwa kutembea vizuri, wanakuwa wamekosa e, madini, lakini pia wanashindwa kutaga yai ambalo linakuwa lina gamba gumu au e, wanashindwa kutaga vizuri. Hiyo uaga nakuaga ni madini. Umeona? Kwa hiyo nitakwenda kukuambia hivi vitu unavipata kwenye vyakula gani, vyakula vipi, ili uweze kuelewa. Aa, haya makundi utaweza kuyatumieje unapokuwa unachanganya chakula. Aa, sasa tukianza na wanga, nimesema kwamba wanga ni aina ya kundi la chakula ambalo mara nyingi sana linatumika kwa ajili ya kumpa kuku aweze kuwa na nguvu. Sasa aa, mifano ya wanga ni kama vile aa, mapumba, pumba pumba e, za mpunga pumba ya za mahindi, mahindi mahindi yenyewe lile paraza lile yote ile pale ni wanga na hii ndio huwa inachukua asilimia kubwa sana kwenye aina yoyote ile kundi lolote lile la kuku. E, sasa tukilinganisha kuku ambao ni wadogo wanahitaji uh, wanga kwa asilimia kwa wastani, lakini kuku ambao wanakuwa wanahitaji wanga kwa wingi e, zaidi, na kuku ambao wameshakuwa wakubwa yani wale ambao wanataga labda au tuseme kwamba wale ambao unawatengenezea chakula kama vile cha finisher, basi wale kuku waga wanahitaji e, wanga kwa kiasi kidogo. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo unaweza ukaweka wanga, lakini e, kwenye makundi yote haya matatu ya kuku, vifaranga, wanaokuwa na kuku ambao tayari ni wakubwa, wanga unahitajika kwa asilimia kubwa ukilinganisha na vitu vyote ambavyo vinahitajika hapa. Ndio maana hata unapochanganya chakula chochote kile, pumba au mahindi ndio huwa yanakuwa kwa asilimia kubwa. Yaani unaweza ukaona labda mtu anakwambia pumba uweke labda ndoo kumi halafu vitu vingine vikawa ni ndoo moja, ndoo mbili, au kilo mbili, kilo moja. Kwa hiyo wanga unahitajika kwa asilimia kubwa sana. Tukija kundi la pili ambalo ni muhimu sana kwenye ukuaji wa kuku ni protini. Protini ni kwamba hii ndio inayofanya kuku akue, yaani ukisikia labda kuku wa nyama, mfano kuku wa nyama, kama unamwandaa kuku kwa ajili ya nyama, anahitaji kiwango cha protini kwa wingi, ili kumfanya aweze kuwa na uzito mkubwa. Kwa hiyo ipo hivi, vifaranga wadogo kabisa kwa mfano chakula starter, kile cha kuanzia vifaranga huwa kinahitaji protini kwa wingi sana, kwa sababu ule muda ndio e, asilimia kubwa ya nishati ya chakula inatakiwa igeuzwe ikafanye yule kifaranga aweze kukua kidogo. Lakini ikija kwenye grower, yani kifaranga ambaye sasa tayari anakua, e, protini huwa inapungua kidogo, na ukija kwenye finisher, kile chakula cha kumalizia, protini huwa inakuwa kwa kiwango kidogo. Na ukija kwenye chakula kwa ajili ya kuku kutaga, kwa ajili ya kuku kutaga, protini huwa tuna kidogo sana, kwa sababu pale kwanza, hatuhitaji kuku wakuwe, ili ila tunahitaji kuku aweze kutaga na ili kuku aweze kutaga, lazima awe na umbile dogo, lazima apunguze kilo. Ndio maana unakuta watu wanasemaga kuku akiwa wanene sana hawatagi vizuri, kwa sababu wana protini nyingi. Kwa hiyo unachokifanya ndio kupunguze protini ili waweze kutaga vizuri. Na kama umegundua, kuna swali moja unaweza ukawa ulikuwa unajiuliza, kwa nini kuku wanaotaga waga wananyonyoka sana manyoya au wanadonoa sana manyoya au wanakuwa wanakula sana manyoya? Sasa ile ni dalili ya kwamba, eh, kuku wamekosa protini, eh, na kuku anakosa protini sio kwa E, bahati mbaya ni kwa maksudi ili aweze kutaga vizuri. Kwa hiyo ndio maana nakuta kuku anaotaga waga wananyonyoka sana manyoya au wanakuwa wanadonoana manyoya. Kwa hiyo e, ilipo ndio ni hapo kwamba wanahitaji kiwango kidogo tu cha protini. Aa, na hii protini inapatikana kwenye vitu kama vile aa, mashudu yana protini kwa kiwango kidogo, ila mashudu mara nyingi waga anakuaga na mafuta, tutaona hapo mbele aa, lakini pia aa, pumba ya dagaa au uduvi unakuwa na protini kwa kiwango kikubwa, eh, lakini pia kuna soya. Soya ndio ina kiwango kikubwa sana cha e, proteini. Kwa hiyo hata ukiangalia kwenye kanuni zetu unakuta kanuni zetu zile unakuta kwamba tumeweka proteini kwa kiwango kiku, tumegawa kidogo kwenye e, pumba ya dagaa, kidogo tumeweka soya. Kwa sababu tumetenganisha hivyo, nitakuwa tuweke tu soya. Tumetenganisha hivyo kwa sababu ya gharama. Soya kidogo, gharama yake ni kubwa sana. Kwa hiyo inaweza kukugharimu sana tofauti na pumba za dagaa au uduvi. Tukija kwenye kundi jingi ni e, mafuta au tunaita fats and oil kwa Kiingereza. Hili kundi ni muhimu sana kwa kuku hasa wanaotaga. E, hapo ndipo panahitajika mafuta mengi na haya yanapatikana kwenye mashudu. E, yawe mashudu, kuna mashudu ya karanga, kuna mashudu ya alizeti, kuna mashudu ya pamba. E, kama sikosei, sijui kuna, inategemeana na kanda ambayo upo lakini haya ni muhimu sana kwenye chakula hasa kuku wanaotaga e, kwa sababu wanahitaji mwili wao kutengeneza joto kwa kiasi kikubwa, lakini pia uh, kuweza kutengeneza mafuta hasa kwenye ile njia ya utagaji. Umeona hasa lile eneo lile la nyuma pale, wanahitaji kuwepo pale pana mafuta mengi, ndio maana inahitajika sana kwa kuku ambao wanataga. Pia huwa inachochea kuku kuweza kutaga vizuri, kwa hiyo ni muhimu sana mashudu kuweka na vifaranga wanahitaji pia mafuta lakini sio kwa kiwango kikubwa kama kuku wa kutaga. Na kuku wanaokuwa wanahitaji mafuta kiwango ambacho kinaongezeka kidogo kutoka kwenye vifaranga. Aa, kwa haraka zaidi ni malizie kwenye vitamini na madini. Aa, vitamini nyingi sana waga tunachanganya kwenye maji, lakini zipo vitamini za asili ambazo zinafanya kazi vizuri sana e, pia Uh, madini madini ni kama vile DCP, layer premix, broiler premix. Kwa mfano, layer premix haya ni madini kwa ajili ya kuku wanaotaga yanapatikana madukani kwenye duka linalouza vitu vya kuku. Na broiler premix, hii ni kwa ajili ya kuku wanaokua, kwa hiyo, haya ni madini ambayo yanafanya kuchochea kuku ambaye anakuwa aweze kukua vizuri na kwa afya bora zaidi. Kwa hiyo, nadhani, nimeelezea vizuri sana husiana na haya makundi ya vyakula na unayapata wapi na inakueje. Ni muhimu sana kuku kutumia vitamini wakati wote, hicho kitu ndio ambacho nakwambia. Lakini pia a, sisi kwenye hivi vitabu vyetu tuna kanuni ambazo zimekamilika kabisa yani e, kwa sababu unapozungumzia mahindi au mapumba ya dagaa inapaswa iwe kiasi fulani, kilo kadhaa, huu mtu umeandika unapaswa e, kuweka kilo ngapi kwenye hichi e, e, kitu ambacho unakitengeneza una, una, una kwa mfano, unatengeneza labda starter. Starter inahitaji pumba ya dagaa kiasi gani e, mashudu kiasi gani, labda DCP kiasi gani, labda e, broiler premix kiasi gani. Kuna madini mengine kama vile e, kuna mengine ambayo sijataja hapa, utakutana nayo huko kwenye e, kanuni a, kwa mfano kuna methionine na lysine, ni muhimu sana. Ukija kwenye kanuni zetu utaikuta hiyo kanuni zetu nzuri sana zimekuwa zikifanya kazi vizuri sana. Wasiliana na sisi ili uweze kupata hivi vitabu na uhakika kabisa vitakusaidia kwa asilimia kubwa. Kitabu kimoja ni shilingi elfu kumi na ni soft copy tunakutumia kwa njia ya WhatsApp, lakini pia unaweza ukajiunga na kundi letu la mafunzo kwa shilingi elfu nane ada ya muda... hiyo ni ada ya muda wa miezi miwili. Aa, kama una shida na sisi tutafute, namba yetu ya simu hiyo hapo. Asanteni na kwa elina.